Tunaye hapa Ibrahim Rahbi mchambuzi wa masuala ya kimataifa, tuangalie taarifa hizi ambazo tumekusomea. Tunaona uh, muungano wa Iran, China na Urusi kwenye majeshi ya pamoja, wakati huo huo tunaona taarifa kuhusu nchi uh, za Ulaya ambazo ziko NATO zinaonekana kununua silaha kwa wingi. Jambo hili linatishia, tukifahamu kwamba sasa hivi kuna mvutano mkubwa kati ya mashariki na magharibi. <laughs> uh. Yote unaweza kusema kama kuna, kuna tishio lakini kuna mchezo wa kibiashara mkubwa unaofanyika kipindi hiki. Hmm. Ukiwachukua hawa wa mashariki ambao wanafanya mazoezi yao kwa pamoja. Diyo. Ni utamaduni wao na ni utaratibu wao ambao mara kadhaa huwa wanafanya na hata mwaka jana nadhani e, Urusi alifanya mazoezi na Afrika Kusini pia, ambayo ndiye ikashutumiwa kama Afrika Kusini alikuwa ka katoa silaha kupeleka kwa, kwa Urusi ilikuwa hivyo, mm -hmm. Lakini hawa wa mashariki ni utaratibu wao, halafu pia wamejinasibisha kuwa wao ni washirika katika kipindi ambacho wanaweza kusema katika kipindi kigumu walichokipitia hiki mm -hmm. Karibu miaka mitatu uh, China, Urusi, Iran wameonekana wapo kwenye kapu moja na wanaelewana mm -hmm. Kwenye hilo hawa wa Ulaya ndio kwenye mabadiliko mm -hmm. Na kwenye mabadiliko hapa sasa ndio nakwambia biashara pia inapofanyika. Ndio. Trump amekwenda tu na yani ni kama vile uh, sijui nikwambie kwa lugha nyepesi unielewe, kuwa Biden na washirika wake, yani tuseme demokrati na washirika wao, huwa wao kwa ajili ya kufanya biashara, yani kwa ajili Marekani ifanye biashara, ni lazima migogoro iwe mingi duniani migogoro ikiwa mingi ni migogoro ya kuagiza kwa mm, sababu Marekani ndio msambazaji mkubwa wa silaha. Umesema asilimia 43 anaonekana ikauza ukilinganisha wengine ndio asilimia 10 9 mbali mm, yeye kauza sana silaha katika kipindi cha miaka miwili mitatu iliyopita, na mfano rekodi rekodi waliweka waliweka mwaka, mwaka jana waliweka rekodi kubwa kabisa ya mauzo ya silaha nje mm. Sasa demokrati wao staili yao ni hiyo kuwa iwe migogoro ili watu waweze kununua silaha mm, kwa kwa wingi kwa Marekani Hawa staili aliyokuja nayo Trump ni tofauti kidogo. Trump aliwaambia NATO, kwa sababu nchi nyingi za Ulaya na NATO ziko kwenye dhamana ya usalama wa Marekani zaidi ya miaka sabini au themanini ziko hivyo karibu zote, zinachukulia dhamana kuwa mi ntawalinda, na ndio maana kwenye NATO yeye Marekani anatoa fungu kubwa zaidi kuliko wale wengine. Kwa hiyo Ulaya wanategemea sana usalama wa Marekani. Sasa mara hii Trump aliwaambia kuwa ni lazima bajeti zenu za ulinzi zibadilike mm. Yaani zipande kutoka asilimia mbili mpaka tano nchi zote ndiyo. Hesabu ni ile ile tu kama ya demokrati, isipokuwa imebadilika kidogo kuwa hawa watu wa NATO, mikataba yao ya ushirikiano wa NATO hawawezi kwenda kununua silaha nje ya washirika wa, wa NATO. Mzalishaji mkubwa wa silaha wa NATO ni Marekani ndiyo. Kumbuka Uturuki uh, wakati wa awamu ya kwanza ya Trump alienda kununua mfumo wa ulinzi wa anga wa S-400 wa Urusi hmm, akaleta mgogoro mkubwa sana na washirika wake wa NATO mpaka akawekewa vikwazo, ikawa vurugu kubwa kubwa. Vikwazo vyake vimeondolewa juzi tu, wakati Sweden na Finland wanataka kujiunga na NATO, kwa sababu aliweka kizuizi hmm, wasijiunge, kura yake ya turufu aliweka, hmm, ndio kilikuja kuondolewa. Sasa hesabu za Marekani ni zile zile ambazo walikuwa wanazipiga demokrati na zile zile anazozipiga tr Trump isipokuwa zimebadilika staili, huyu anasababisha dunia iwe kwenye pressure iwe hmm. kwenye vita ili wauze silaha. Huyo anawaambia washirika kuwa ni lazima muongeze bajeti zenu za ulinzi hmm. Sasa bajeti za ulinzi, wanapoenda kununua silaha, wanaenda kununua silaha za Marekani. asilimia 60, ya silaha zote wameenda kuchukua wapi? Wada. za Marekani. Kwa hiyo Marekani wako vile vile, kuwa dunia iwe na vita, watauza silaha, isiwe na vita, watauza silaha. Kwa hiyo ili waweze kuuza ku, ku, zaidi silaha ni lazima walete kile ah, kitu ah pressure mm. Yani, yani tuhisi tuko kwenye hatari. Ul ulizungumza neno biashara hapa, lakini uh, kuna hoja pia ya ushawishi wa Marekani. Inaonekana ushawishi wa Marekani sasa hivi umeongezeka, sio? uh, kilichotokea ni Trump kuonyesha ukubwa wa Marekani mm. yani kuwa nafasi. Na amefanikiwa, amefanikiwa katika hilo kiasi, amefanikiwa. Yani tunaonyesha nafasi yetu kwa ukubwa wetu, Marekani atakuonyesha kuwa amefanikiwa, kwa sababu mara kadhaa huwa nasema kuwa Marekani ni dubwana kubwa sana halafu liliuwahi ulimwengu wakati ulimwengu bado unajipanga, wao tayari wakawa wako juu ya wengine. Ndio maana leo hii unaona kuwa hata yule ambaye alikuwa ni adui mkubwa sana wa Marekani, Marekani akikunyoshea mkono mm -hmm. unakuja. Njoo, tukae huku tuzungumze, tena utabadilisha na maongezi kabisa mm -hmm. Sasa tishio kubwa ni la upande wa pili ambao tayari walikuwa wameisha weka msingi yeah. Wakuja sasa tunakuja kupambana na Marekani, tumtoi kwenye ile reli tuhakikishe kuwa kaondoka. Mm. Sasa yule mliokuwa mnapambana naye ili mumtoe kwenye njia tayari kakunyoshea mkono, wewe kiongozi wa mapambano, hebu njo tuzungumze huku. Na ka na wapili anakuja, hebu njoni tukae tuzungumze huku, bado. Mm. Mtaendeleza mapambano naye? Mm. Kwa hiyo kwahiyo akili kumkichwa kuwa Marekani mara kadhaa huwa anapenda kukuambia kuwa Marekani itadondoshwa na Wamarekani, yani Marekani kuanguka kwake itaangushwa na Wamarekani, lakini kwa nguvu ya kutoka nje bado ni kugumu sana kwa sababu unaona Ulaya wanavyong'ang'ania kujinasua kwenye ndiyo, hayo makucha yaani wanalazimisha wana, wana kuwa labda tujitoe kwenye makucha ya Marekani, lakini waanzie wapi? Mm. Kwa sababu yoyote ambaye kuwa atakuja juu sana Marekani mm. tu tu akimwambia tayari unamwona tu akimwambia tu kuwa tutakushughulikia, amekaa pembeni. Sawa tu, tu, tuangalie ambacho Umoja wa Mataifa unasema kwamba magharibi mwa Siria bado kuna masalia ya waasi, lakini bado kuna masalia ya wale washirika wa Bashar al-Assad na kumekuwa na mapigano na mauaji na uvunjifu mkubwa wa haki za binadamu. Tunafahamu kwamba Siria sasa hivi iko na utawala wa mpito. E, hali ikoje sasa hivi na nini ambacho utawala huu unaweza ukafanya kukomesha mauaji yanayoendelea? Ah, Siria inahitaji mazungumzo marefu sana, hmm. ya, ya kitaifa kwa jumla. Nadhani utakumbuka wakati ilivyodondoka serikali ya Bashara Lasadi Nadhani tuliongea mi nawe hapa nikakwambia yeah, baada ya kuona kuwa kuna ma, mamia ya wasiria wanarudi kutoka mm, uhamishoni. Baada tu kudondoka wengi walitoka Uturuki. Unajua Uturuki ilikuwa na wakimbizi wa Siria zaidi ya milioni tatu na laki sita mm, waliotoka Ulaya na baadhi ya nchi za Ulaya kwanza zika cancel hata maombi yale, watu walikuwa wanaomba viza za nchi, kwa sababu nchini kwenu tayari utawala umeondolewa ule. Mm, ilikuwa ni hatari kurudi Siria kwa wakati huo niliwahi kusema kuwa ilikuwa mapema sana, kwa sababu kitu kimoja Asad mm. na jeshi la Siria, kwa rekodi za nyuma ukirudi utagundua kuwa jeshi la Siria lilikuwa ni moja ya majeshi makubwa kabisa ya Kiarabu, yaani kwenye zile levo za like kina Misri, Iraq, majeshi makubwa ya Kiarabu Siria walikuwemo. Lakini kuanguka kwa jeshi la Bashara al Asadi kwa wiki mbili mm mpaka kudondoka kwa Bashar al-Assad ilikuwa bado ni ishara inakuonyesha tu kuwa kuna vitu haviko sawa. mm. Yani ni kuwa jeshi liligoma kupigana yeah. kumlinda Asad. Kwa hiyo lilichofanya wakawa wanapisha, ndio maana mm. unaona kuwa mapigano ya kuchukua yalivyoanzia kule Idlib yalikwenda Aleppo tu, lakini kutoka Hama Homs hapakuwa na mapigano mapigano, miji ikawa inadondoka tu yenyewe mpaka kufika Damascus, hakuna mapigano mm. Asad akaondoka hawa wakuu wa baadhi wa vitengo majenerali, ambao waliambiwa wekeni silaha chini. Kuna baadhi waliweka, lakini inatajwa namba kubwa pia hawakuweka wala hawakusalimu haw, haw, haw, amri. Kwa hiyo waliondoka na baadhi ya silaha sasa. Kilichotokea Syria ni kuwa eneo la Latakia, Latakia ni mji wa pwani pamoja na Tartus, hii ni miji yote kwa pwani kule mm -mm. karibu na Mediterranean ndiko ilipo kambi ya jeshi la anga ya Urusi ya himeme mm. Ndio iliyopo kule. Huku ndiko ngome kubwa ya Bashar Al Asadi, ndiko alikozaliwa na ndio kwao jamii kubwa ya Alawit. Alawit ni, ni, ni jamii ambayo anatoka Bashar Al Asadi. hawa mm. ni Shia ambao wanachukua kama asilimia kumi ya raia wote wa Syria mm. Sasa hii ni jamii ndogo ambayo sasa utawala huu wa HTS na wenzake inahisi kama sisi tumetengwa mm. Yani, kwa sababu wao walikuwa watawala zaidi ya miaka hamsini. yeah. Sasa wanahisi kama hawa wengine wote waliokuja sasa hivi wana chuki na wao mm. kwa sababu nyinyi mlitunyanyasa, mlikuwa na mtawala wenu. Huenda wengine wala hawakuwa kwenye hiyo, lakini ile kutawala tu kwa kuonesha tu kwa ukoo fulani unatawala. Sasa hawa Alawit mm. wengi wao ndio hawakusalimisha silaha. na bado inaonekana kuwa kuna utiifu wa moja kwa moja wa utawala uliodondoka ambao upo kule Latakia. Mm. Na ikaonyesha kuwa wengi waliogoma kusalimu amri au wapiganaji wengi waliokataa kutii serikali hii ya sasa mm. walikimbilia kule Alawit. Mm. Sasa wiki jana kuna mmoja wa makamanda wakuu wa Alawit Ndia, alikuwa anatakiwa kukamatwa na serikali. Serikali ikatuma askari, nendeni mkamkamate. Kwa hiyo walikwenda Latakia, wakati walivyomkamata, wakati wanarudi sasa wamemkamata wakakutana na shambulizi la kushtukiza hmm. kutoka kwa wafuasi. Kwa hiyo wanausalama kumi na sita wakauawa pale, ndio sababu kukalipuka. Tunapozungumza mimi na wewe hapa, kuna zaidi ya vifo mia saba sasa. Eh, nini mustakabali wa kisiasa wa taifa hilo? Nafahamu kwamba iko kwenye eh, kipindi cha mpito, lakini unatakiwa kufanyika uchaguzi ili kurejesha ile mamlaka kwa raia. Tunafahamu kwamba sasa hivi Ahmed al-Shara ndio ambaye anakuwa kiongozi wa nchi hii kwa kipindi cha mpito, lakini haijulikani ataongoza kwa muda gani na ni lini wataweka sasa kiongozi yule ambaye amewekwa na watu, ama hatutarajii ha, ha, jambo hilo kutokea siku za usoni. Ukweli uliopo ni kuwa Syria au vyombo vya habari vya Syria vimekuwa vikituonyesha vitu ambavyo sio halisi, yani wamekuwa wakituletea mambo ya mbele hmm. bila kutuonyesha chini kuna shida gani, yani wanajaribu kutuonyesha kuwa matatizo yote yalikuwa ni Bashar al-Assad. hmm na sasa yamepita Bashar al-Assad kila kitu kiko sawa, lakini kiuhalisia hakuna kitu kiko sawa. Hawataki kutupa matatizo ya chini hmm. Waliopindua serikali ya Bashar al-Assad hakuwa HTS peke yake hmm. Yalikuwa ni makundi mengi yenye silaha ambayo yenye misimamo tofauti tofauti na imani tofauti tofauti. Sasa kinachotokea hivi sasa ni nani yuko wapi kwa nafasi gani? hmm. Ahmed Al Shara na watu wake wanalazimisha kutuonyesha kuwa kila kitu kiko sawa Siria hmm. lakini huku chini hakuna vitu haviko sawa. kuwa alitangaza kuwa amevunja HTS, wamevunja makundi yote, wanataka kuunda kitu kimoja. Mnaunda vipi muungano huo wakati zaidi ya asilimia thelathini na mbili ya nchi iko kwenye mikono ya SDF hmm. Syria Defense Force wa Kurdi ambao wamegoma kusalimisha silaha ambao wanaungwa mkono na Marekani na Israeli, hakuna mazungumzo ambayo yamefikiwa ya kuwaweka pamoja. Yaani maana yake ukiniambia kuwa Syria inataka enda kwenye uchaguzi, no. hmm. Syria haitakii kuenda kwenye uchaguzi, Syria inahitaji mazungumzo ya kitaifa ya muda mrefu hmm. Kwanza wakae chini kuwa turekebishe tofauti zetu hmm. Halafu tujue hizi silaha zilizoshikiliwa ziko wapi hmm. kwa nani kina nani waliokaa na hizi silaha? Yeah. Wanasemaje? Wakisha kaa kwa hilo sasa, wakajua tunaundaje serikali au tunaundaje sasa, huyo nani atakaa wapi, ukaa wapi, ndio wanaweza kuja kuzungumza kuhusu uchaguzi. Lakini hata leo wakiingia kwenye uchaguzi Siria haiwezi. Tumalizie na Mashariki ya Kati ambako Israeli inaonekana kukata huduma mbalimbali akiwemo umeme lakini pia kuna, kuna muda pia na wao wanatoa huduma ya umeme kwa ajili ya kuzalisha maji ili watu wapate maji ya kunywa na vitu kama hivyo. Ni kama Israeli inadhibiti kwamba hawa watu wanatakiwa wapate nini na kwa muda gani, na tunafahamu kwamba kumekuwa na shinikizo la kuachiliwa kwa mateka waliosalia ili kuwepo na sitisho la mapigano, lakini hili linaonekana limekuwa gumu. Kwa nini? Ni kwa sababu kila mmoja anataka kitu chake. Ni nadhani mazungumzo mapya yataanza leo. Unajua wiki jana yeah. Trump alisema anaanzisha mazungumzo ya moja kwa moja na Hamas ni baada ya kuona kama upande wa Israeli ulikuwa unaweka shinikizo kuwa hautaki yale mazungumzo. Kwa hiyo Trump akaamua kuzunguka kama alivyozunguka ya Urusi na Ukraine. Akaenda upande wa pili akaanzisha mazungumzo ambayo yalifanyika Doha. Mm. Hili ni kama vile limeisukuma Israeli kuwa asije Trump akaenda kufanya makubaliano na Hamas kwa sababu kama Trump atamaliza makubaliano na Hamas, Israeli naweza isipate vile inavitaka kwa maanake walitegemea Israeli katika mazungumzo ya Trump na Hamas katikati kutakuwa kuna mjumbe wa Israeli. Ikaonekana mm. e, kuwa mjumbe wa Israeli kawekwa pembeni. Yeah. Kwa hiyo ni mazungumzo ya moja kwa moja. Wakatangaza kuwa leo Jumatatu wataanzisha tena mazungumzo mapya. Mm -hmm. Kinachotokea ni kuwa Israeli inachotaka ni kuwa to to add, yani wanasema hivi to extend katika yale mm -hmm. mazungumzo ya kwanza tuongeze, yeah. katika makubaliano ya kwanza. Yaani mimi na wewe tuna makubaliano ya amani ya siku 10. Mm -hmm. Siku 10 zimekwisha. Mimi nakwambia good luck, sikiliza katika hizi siku kumi tuendelee, tusiingie ya awamu ya pili, mm -hmm. tuendelee tu kwenye kumi katika makubaliano haya, mimi nitakufungulia misaada, we achilia mateka wangu yeah. Alafu we unikataliwe useme no, tuende kwenye ya pili. Kwa sababu ya pili nataka kitu fulani, kuwa utatoa askari wako mm -hmm. na mimi nitaendelea. Wanachobishana ni hicho tu, kuwa Israel inataka iendelee, Hamas kutoa mateka yenyewe, iendelee kuruhusu misaada wakati huo wa wasiende kwenye fase 2 yeah. Hamas wa wanachotaka no, tuende kwenye fase 2 kwa sababu fase 2 itasababisha wee askari wako wote waondoke hapa, na sisi tuendelee na kitu kingine, ndio wanachobishania hicho hicho. Mm. Sasa Trump alivyoona kuwa Israel inaleta kigugumizi ndo akaamua kuzunguka akaenda kuzungumza na Hamas oh, Trump anazungumza na Hamas, tutapoteza vingi kwao, na wao ikabidi waingie tena kwenye mazungumzo kuwa tumekubali. Huenda tukashuhudia kutakuwa na taarifa mpya ndani ya hii wiki ambayo mazungumzo yataanza leo. Steve Witkoff yuko pale, mwakilishi wa, wa Trump mashariki ya kati tayari yuko pale. Tunaweza tukashuhudia kwenye hii wiki ilioanza Jumatatu mpaka Ijumaa, tunaweza tukapata chochote, mabadiliko mapya au kuhusu mazungumzo mapya kama yanaweza ikatekelezwa. Sasa shukrani sana Rabi, asante sana kwa uchambuzi ambao umetupatia. Ni Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, tukikamilisha hivyo.